Katika uzinduzi huo, Malisa amewataka wakazi wa Mbeya na maeneo jirani kutumia kikamilifu fursa hiyo kwa kufika kupata huduma za kitaalamu ambazo kwa kawaida zingepatikana katika hospitali za juu kama Muhimbili, lakini sasa zimesogezwa karibu yao. Kwa niaba ya wananchi hawa niwashukuru sana madaktari kwa moyo wenu wa kujitolea kuunga mkono juhudi za mheshimiwa rais Dkt. Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya sita kwenye eneo hili la, la afya kwa watu wetu. Eh, madaktari hawa wako 36 na watakuwa hapa kwa siku tano. Eh, niwaombe wananchi wangu, eh, tusiwe na ile utaratibu wa kuja siku za mwisho na kuanza kuomba siku ziongezwe. Tutumie vizuri hizi siku tano, siku ngapi hizi? Na sisi kama bodi tunatoa wito kwa wananchi walioko hapa watumie fursa hii kuweza kufika kutibiwa kwa sababu madaktari bingwa walioko hapa ni katika nyanja zote zilizoko, badala ya kwenda Muhimbili. Tuendelee kutoa wito kwa wananchi, tuhamasishane. Hii ni fursa pekee ya kuweza kupata matibabu kwao, tuwahamasishe wenzetu nao wasikose fursa hii, tuweze kutatuliwa changamoto mbalimbali za kiafya. Katika hatua nyingine, baadhi ya wananchi waliopata huduma wameeleza kufurahishwa na ujio wa kambi hiyo wakisema imesaidia kupunguza gharama kubwa za kusafiri mbali kutafuta matibabu. Kweli uje wa madaktari bingwa na mabingwa bobezi, kwa kweli tumeufurahia, kwa sababu tulikuwa tunasafiri mwendo mrefu kwenda Dodoma au Dar es Salaam au KCMC, lakini madam umekuja hapa, wananchi tunaona umuhimu wake kwamba ni lazima tufike, tuje tuangaliwe afya zetu, kwa sababu hata gharama zake sawa, lakini zinatusaidia kwa sababu tungeweza kuingia kwenye nauli, tungeweza kuingia kwenye nini, lakini hapa tumetumia pesa kidogo tu kutoka majumbani kwetu mpaka kufika mahali hapa ili tuweze kuja kupata hiyo tiba ya madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi gharama za, za matibabu alafu ukijumulisha na ile usafiri uende malazi, hiyo imekuwa ime ikisababisha wagonjwa wengi kushindwa kwenda kufuata ile huduma. Mtu akifikiria ile gharama sasa anajikuta nakana ule ugonjwa, ambapo mwisho wa siku ugonjwa una, unaenda mbali zaidi. Uwepo wa kambi hii ni fursa kwa wananchi wa mkoa wa Mbeya sambamba na mikoa ya jirani kwa maana ya mikoa ya nyanda za juu kusini Ruvuma, Njombe, Songwe na hata wanatokea e, Sumbawanga. Kambi hiyo ya madaktari bingwa inatarajiwa kuhudumia mamia ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali mbali ya nyanda za juu kusini katika muda wa siku tano kuanzia tarehe tano hadi tarehe tisa mwezi huu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.